Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa ahamiyatu dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua. Tunakuletea adinu nasiha, tunakuelekeza dini ni kunasihiana. Ikiwa leo ni Ramadhani ya 27 iliyo katika mwaka 1446 Hijiria, na mada yetu ya leo itakuwa na anwani isemayo aya moja isome katika hii Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu katika iman, kama kuna jambo lililokuwa muhimu ambalo unatakiwa ulizingatie katika hii aljumaa ya mwisho hakunapo kama kuisoma hii aya moja ambayo ni fupi sana, lakini ina mambo makubwa mno. hadhihil aya hii aya tutakayoizungumza siku ya leo, tughayiru hayatak, itabadilisha maisha yako bitaufiqillah, kwani ndani yake kuna siri kubwa iliyojificha katika hii aya. Ama kwa yule ambaye anakusudia kuisoma, ni jambo gani atanufaika nalo? Alawal, jambo la kwanza, yuftahu llahu laka abwabu lkhair, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakufungulia wewe milango ya khairi, wayarzukuka Allaha rizkan wasi'a, na atakuruzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rizki yenye kutosheleza, rizki yenye mapana, rizki yenye wasaa. Allahu Akbar, ndugu yangu katika iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea baadhi ya sura na ametuwekea baadhi ya aya katika Qur'an, ambazo zikisomwa kwa utaratibu wake zinaleta maslahi mapana katika umma, na hii aya ilikuwa ni munasaba kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini manfaa yake yanaenea katika umma wa Kiislamu. Ndugu katika imani, aya hii yataka uzingatie siku ya kusoma iwe aljumaa alakhir min shahri ramadhan, katika ijumaa ya mwisho inayopita katika mwezi wa Ramadhan, na muda wa kusoma pia uzingatie bada salatu lfajri waqabla salatu lmaghribi bisaa, isomwe baada ya swala lfajiri na qabla ya kuingia kwa magharibi, saa moja qabla ya kuingia muda wa kuswali. Jambo la tatu la kuzingatia, aladad, kujua idadi ya hii aya, utaisoma mara ngapi. Kisha la nne na la mwisho, utaratibu tutakaoelekeza namna ya kusoma nalo liwe ni somo muhimu sana ndugu yangu, katika imani. Aya hii utaisoma mara ngapi? taqrau miata marra, utaisoma mara mia moja. Isome hii aya kwa idadi mara mia moja. Baada ya kuyasema hayo, tukaitafute hii aya imo katika sura gani, ili kila mmoja aweze kunufaika kwa namna bora ya kuitumia aya hii katika hii siku ya leo iliyotukufu. Aya hii inapatikana katika surati al-Fath. Yaani sura yenyewe inaitwa surati al-Fath, sura ya kufungua. Ni sura ya 48. Hii sura ina aya 29 na hii sura ina maneno mia tano na sitini na hii sura ina herufi 2479. Na lakini aya tunayokusudia kuifanyia kazi ni aya namba moja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii aya ya kwanza ameweka ndani yake maneno matano, na katika hayo maneno matano ameweka herufi kumi na tisa. Idadi ya herufi ya kumi na tisa inawafikiana na maneno bismillahi rrahmani rrahim. Hivyo katika utaratibu tutakao kuelekeza, itakuwa kila utakapoisoma hiyo aya katika idadi ya maramia, hakikisha unafungamanisha na bismillahi rrahmani rrahim. Kwa nini? Kwa sababu idadi ya herufi ya bismillahi ni 19 na idadi ya herufi ya hiyo aya ni 19. Tunaisoma aya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna fatahna laka fatahan mubina. Allahu akbar! Hakika sisi tumekufungulia wewe Muhammad kufungua kuliko kuwa wazi, na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweleza mtume, lakini manufaa yake kwa kila atakayesoma hii aya kwa munasaba huo kwa nia hiyo katika umma wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa ali wasallam. Ndugu yangu katika imani, namna ya kusoma, utatangulia kusoma astaghfirullah au kusema astaghfirullah mara mia, utasema la ilaha illa allah mara mia utamswalia mtume kwa swigha yoyote mara mia. Ukimaliza utaisoma hii aya kama ifuatavyo: bismillahi rrahmani rrahim inna fatahna laka fatahan mubina bismillahi rrahmani rrahim inna fatahna laka fatahan mubina. Utasoma namna hiyo, Allahu akbar. Ndugu yangu katika imani, ukimaliza idadi ya mia moja, weka nia yako baada ya kuwekania